Kwa jina ni muhifadhi daraja la kwanza Winledi Adabu Masawe, ni kaimu mhifadhi tarafa ya tatu Ihalimba. Leo tulikuwa na zoezi la usaili kwa vikosi vya kupambana na matukio ya moto, na zoezi hili tumefanya katika vituo vitatu tofauti. Kituo cha kwanza kiwa ni Ihalimba ambayo kilijumuisha vikosi tofauti, na tulikuwa na kituo kingine Usokami, na hiki ni kituo cha mwisho ambacho ni Lasa. Idadi ya walioomba ni 264 walioomba kuingia kwenye kikosi, lakini katika usaili wetu tunahitaji watu 60. Matarajio yetu kwa wanakikosi hawa ni uzalendo na weledi na nidhamu kwenye kazi. Na pamoja na hilo, waliokosa tunawasisitiza ushirikiano, kwa sababu nafasi ni chache lakini kazi ni nyingi. Kuna kazi za mashambani na kuna kazi za ulinzi wa msitu na mawasiliano kwenye minara yetu, na tunawahamasisha pia kushirikiana kwa karibu na jamii pamoja na ofisi ya shamba na pia wawe mabalozi wetu kupeleka taarifa za shamba, kwamba kazi zilizopo ni nyingi, na wasisite kutoa ushirikiano kwetu katika jambo lolote.